Karibuni. Hey, nyumbani! jamani karibuni hey. Za siku nyingi mnaendeleaje huko nyumbani jamani? Asante, asante shoga yangu hey, nenda msumbufu huyu wa yani. Eh, Pili, sasa naona mpo kwenye ndoa. Kwa nini sasa hamjapata mtoto mpaka saizi jamani? Hmm. Pole sana jamani. Asante. Eh. Vipi, mmejaribu kwa waganga wa kienyeji? kienyeji u atu <laughs> ngejitahidi shem ngejitahidi mwende takukangalie kwa <kenyedi. laughs> ta waganga kienyeji nini shida? Sema sihi mashehe bwana hatunaga mambo mengi la wacha nikajaribu huko. Hey, maana kuna mganga mmoja hivi mimi nafahamu mm. Anaitwa YouTube si wa YouTube, YouTube. Mtandao? YouTube mtandao, eh? <laughs> Hey, ni mtandao huo, ni kweli shemu ana yaani anaonekana ni wa mtandao mtandao sana, lakini ana kazi nzuri, anasaidia watu. Mi mwenyewe nikupo ninaumwa, nasumbuliwa sana na tumbo kipindicho ni mjamzito kwa huyu mtoto kwa amenisaidia sana nyee, mwenyewe mkienda naweza mkapata huduma nzuri, na kawasaidia kupata mtoto pia. Naelewa, maelewa semlojina ndio limenipa mashaka, mganga naitwa YouTube? Kweli mambo hmm, ya kisasa mganga, ila sio mbaya. Inshallah tutajaribu kwenda, maana ni muda sasa. Mimi na mimi niitwe baba e, cheza na mtoto mtoto wa mtoto a mtoto naye yupo busy leo, watoto sasa. Shemeji hapa ka situwai bwana, maana hapa mda anaona kama unatuacha hivi karibuni sana. Asante, tunashukuru, ila mi nachotaka kuambia bu msisite kwenda kwa huyo mganga. Yaani, mganga YouTube yuko vizuri, mwende. Maana najua kuna jambo lisiyotokea, shogani. Yeah, haya. E, hivyo shogani ni mwakani, wakati bado mambo ya yatakuwa yamesha inshallah, nakuja yeah. mm -hmm. mm -hmm. kitu akatakatutoket mambo shogani. <laughs>

Kuna maboya nimeshawasetia hapa, wanakuja huko. <laughs> Hey, fanya mambo fanya mambo, yani usiniangushe, kama ulivyonifanyia mi kwa huyu Keli, si unaelewa? Fanyie na huyo dada, aya, waende huko apate mtoto kama huyu. <laughs> ila Yanga yani hodi za kijinga wanachanamkeka. Ah yani lijua tu, yani nikibetia Yanga mnite mbwa. Nikibetia tena Yanga eh, nite mbwa. Atuachie tadaa timu Karibu, karibu, karibuni sana. Ilivowaona tu kwanza, kabla mjafika, mizimu inaniambia kuna watu wanakuja. Mizimu ilikuwa inaniambia hapa kuna watu wanakuja, mizimu ya Sampanga ku. <laughs> Ah, tageeza kwa ku. Tatizo leo nalijua changamoto yenu kubwa ni timu mnayoshabikia sio timu hey. Shabiki unaoshabikia ushabiki Yanga wewe hey. Na wewe hey. hey. Basi sio nyie sio nyie, mizimu ilikuwa imechanganya kidogo. Si hapa shida yetu sisi miaka mi ampati mtoto miaka miwili, yeah. Mnafanyaga tu alafu mtoto ampati? Ushaijaribu hata kuchepuka kidogo, labda kwa akademi kengine nini, uone kama nguvu zako ziko sawa? Nilishai kuchepuka kabla sijamuua. Nini kikatokea? haraka. Ah, na huyo manzi na namba yake nini tena? Wewe, vipi mwenyewe? Vipi ulifanikiwa kupata mtoto? Sasa kwa nini? Kwa nini wote mnachepuka afu acha mbati... wangakuna... <laughs> Ngoja kwanza <mbani. Wewe>, <laughs> <hey. laughs> Ngoja hii mechi na nimalizia bando hapa, hey. Ngoja hii mechi nitaendelea. Ngoja kwanza nimalize hii kazi kwanza. Um, kwanza, kabla hatujaendelea ni kwamba nimegundua tatizo leni ni kubwa sana na hasa huyu mwanamke ndo ana tatizo kubwa, hmm. Hmm. Lakini malipo yangu mimi ni kununulia bando la mwezi ya kifurushi yani, cha GB internet kwa sababu mimi mara nyingi napenda kuangalia mechi hapa, lakini pia kuna shughuli zangu zingine za kijamii. Sasa, unachaji wapi hivi, kupitia mizimu? na haikuhusu, waache kielele ovyo. Sasa bwana wewe, itabidi uondoke. Mimi siwezi kuondoka, mke wangu simwachi. Kwa hiyo unapingana na mizimu, si ndio? hivyo Hey, ah, sasa mkeo umechanika sasa, si Yanga, Yanga peke yake. Mimi mwenyewe ni Yanga amechana. Ningeingia mimi kucheza uwanjani. Kumbe unashabikia Yanga. Uh, kuna afu hiyo nimesema haikuhusu. Sasa wewe umenielewa vizuri uh, kulingana na mizimu itabidi wewe uondoke, utamwacha bibie hapa, mi nitabaki naye ili ni mtibu sawa. Ila kumwacha hapa ndo ngumu, najua ni ngumu kwa sababu uh, inawezekana unampenda sana mke wako lakini, je utaki watoto muache mke wako wabaki waacheni wake zenu waje kwangu watapona. Mimi sina mbambamba, mimi mimi mimi hata mganga mganga mwenyewe. Kwa nini mganga gani anavaa mafoni? Ngoja nikwambie kitu kimoja, kijana. Mimi ndio nilisababisha Simba ikashinda goli tatu, kama ujui. Kwa hiyo nilishinda, sasa unakuwa kama boya. Mimi ndio sababu Simba kashinda. Sasa, unaachaje kumwacha mke wako? ni mtibu. Kweli bwana, bwana, bwana bwana. nipe namba za simu na eh? Utume. Ah! Ule mkeka bwana, nilifanikiwa kula bwana. Ngoja mara moja. Sasa umesikia? Uh, urushe hizo size, zina shida nazo, kwa sababu navyoendelea kumtibu huyu kuna application natakiwa ni download, alafu ni install hapa. Ah! <laughs> Haya bwana. Nakuja baadaye. Ah, wewe ndio ashaka. Haya. Ah, uh, sasa umesikia? Nimemchunguza wewe bwana mdogo. Nimemzungu kwanza kwenye PC hapa nimekuja ni kugundua hana nguvu za kiume. Hapa anaonekana anakula sana chips, eh? Chipsi mayai. Nilijua tu. Sasa kwaona, kwaona anaishi na mwanaume ambaye anakula chipsi mayai. Tunachokana sisi wanaume mashababi tunashindia mizizi, mimo, <laughs> eh. Sisi ndo wanaume wa shoka bwana, mtaka kukuzalisha wote kama, kama <coughs> <coughs> <coughs> nah, unapokuwa una date na watu kama wale ina nanyuma. Sawa, mimi ni mganga, lakini mimi kama mganga napenda yani, watoto wazuri kama nyinyi wewe, mnapata furaha na ukifika hapa hapa ndo mwisho wa matatizo. Uh, ja, hebu mchongo eh, karibu. Asante mm, uh, sasa umesikia, subiri kwanza pembeni pale, halafu tutamaliza mazungumzo, tutaongea tutaongea, wala usijali. Hivi watoto wa siku hizi mpoje? Wewe, wewe mtoto, elfu kumi well, na ngapi? Sio mbili na kumi, sio? Wewe utageuzwa kwa bata. Umtoto wako vipi huyu, anauma mganga. Wewe game, umenisaidia kuweka bando huko, unataka umeweka bando gani gani, kidogo tu, mganga, msikilize. Mtoto wangu tumbo linamsumbua, ana wiki ajenda choo, mganga, msaidie. Ana wiki ajenda choo hafu nakula chakula tu, tumbo linazidi kuvimba, msaidie mganga. Sasa we kijana, uko wewe unakula, ila mzigo kutoi aja <laughs> <laughs> kwa siku nakula hadi mara tano mganga, tangu nianze kuwa mganga, wewe ndo mtu wa kwanza kuja kulalamika upati choo. mm. Ah, wiki <laughs> wiki <moja? laughs> <laughs> ah <laughs> <laughs> sasa <laughs> mm. Nataka niweke hela kwenye sportbet hapo <laughs> Mizimu imeniambia kwamba natakiwa mwache hata elfu hamsini kwa ajili ya kuweka kwenye sport bet. Kwa hiyo nadhani itapendeza sana. Kwa hiyo namba yangu nakupa namba yangu. Umetembea na simu? mlete mm -hmm. Simu hapo nikuachie namba. utaingiza fedha. Kijana, acha Okay. Sport bet, kijana, acha kielele. Sport bet si hiyo, haikuhusu wewe, ni mimi na mizimu. Sport bet. Tuna beti. Kwa hiyo sasa hapo utaniwekea hela kwenye hiyo namba, alafu ufanye haraka maana kuna timu zinaanza mapema mbeo, <laughs> sasa ndo tuje kwenye tatizo kijana, tulia Ah, uh, hii ni dawa utameza bila kutafuna, nisikilizeni. Mimi mganga mwaji sio bure. Hichi kweli mtu unameza bila kutafuna mganga, unataka uh, I mean, upone. Ya hiyo ataenda kumeza bila kutafuna mganga mwaji, mganga tani, usasaulia nileta huko mganga wangu muamini, tutapona nadhani mwende bonasi, mtanipa akipona. Sawa. Yawe. Ah, sasa. Ah, wageni hao walikuwa wananisumbua hawa. Acha amekuja ka kijana hapi tikana wiki akajengea choni. Sasa matatizo gani kama haya? Yaani kuna dawa nimempa. Kuna dawa nimempa. Ni najua atakuwa sawa. Mimi ndo mganga naye aminika hapa kijijini. Sasa tuendelee na ile mada. Hmm. Mimi bwana, leo nataka kuna kitu nataka tufanye, ili kusaidia tumsaidie ule boya wako Upate mimba au unasemaje? Unataka mtoto? Hey, mambo hayo ya wewe hapo ejeeshi. Sasa umesikia, umesikia my love wangu, mke wangu. Hapa twende chumbani kwanza, sio chumbani, huko kwenye chumbani kwangu. Twende tukafanye yetu alafu kabla ya jamaa alijaja hivi. Kadi nzuri sana hii jamaa. Ah, Haile jamaa limegundua lina faidi, kama na muachani, nimesha yani miaka miwili amjapata mtoto hamjaachana, ue vitu navyompa jamaa, wewe namloga sasa. Sikia, nataka nimloge, na nimloge jamaa afi baki nae. Unasema nini? Nimloge tu, namloga sasa. Sasa si hata tuharibia mambo yetu wewe, mimi nakupenda kunipa kwa nini hutaki pamoja na kunipa jamaa, na na si lina faida, ila nitafanya namna kuna namna nitafanya kila mtoto mzuri huyu jamani. Da, jamani. Ah, karibu, karibu, dai jamanikaibukaa